Mi naitwa MC Mtukutu msanii wa Singeli. Ya, yeah. MC Mtukutu. Unakumbuka mara ya kwanza kuperform kwenye jukwaa? Ilikuaje? Da, ilikuwa changamoto kwa sababu ni mara ya kwanza ila ina jinsi tumebidi ni tunizoe. Nakumbuka ilikuwa Ulongoni, tulikuwa tunashoa wasanii wengi sana, pia nilipata nafasi Japokuwa ilikuwa watu walikuwa wengi, nilipata changamoto ila tu, haina jinsi nitafanyeje, kwa sababu ndo kazi yangu naipenda. Nilipafu vizuri na watu wakafurahi, ndo siku ya kwanza kujikuta kweli nipo ninaweza nikafanya hiko kitu. Mashabiki walinipokeaje? Da, mashabiki walinipokea vizuri kiukweli, mashabiki walinipokea vizuri, shangwe, mpaka mwenyewe nilijihisi kweli hiki kitu ninachokifanya naweza. Kupata uoga wote hapa? Mwanzo nilianza, nilipata uoga kwa sababu ni mara ya kwanza, afu tamasha lilikuwa kubwa mimi nilikuwa mara ya kwanza ila ninavyozidi kukaa kwenye stage nazidi kuzoea na nikazoea, na washabiki wakanipokea vizuri hivyo. Sasa wewe, MC kama MC msik, ukiwa studio unapenda kuanza na release au una beat? Wewe chaguo lako ni ukiwa studio sasa, unapenda nifanye release au beat? Mimi napenda beat. Kwa nini beat? Beat ni kitu ndio kinachonipa mzuka. Kwa hiyo ukisikia beat unapata mzuka, kwa sababu nikiweka beat mzuka unapanda. mapema sana. kama yote. Sawa, tukianza safari yako ya kimuziki unakumbuka ulianza mwaka gani kufanya muziki? ya muziki nilianza kitambo nilianza kitambo sana 2017. elfu mbili na kumi na saba nilikuwa na naimbaimba ila kuja kufanya kazi rasmi elfu mbili na ishirini Kumisabu, ulikuwa shule ulikuwa mtaani? Nilikuwa mtaani nilikuwa tu e, jamii mwanzo nilikuwa tunafanya kazi kawaida tu. Ya, na imba imba tu mtaani kwenye vigodoro nini, ila elfu mbili na ishirini mm -hmm. ndo nikaanza kuingia studio nikaanza kufanya kazi nikashuti video ya hivyo wakakwambia, yeah, yani, unaweza mwanangu Yeah, wana wakaniambia naweza, na mwenyewe goli naweza, kwa sababu hata nikitulia hivi goli nahisi kabisa mbona vitu ninavyo, mm -hmm. Nikitulia hivyo vitu vinatembea, vinakuja venye kabisa nahisi kazi. Na unaitwa ma -ma mapenzi, eh? ma nichapasua mapenzi? Uh, mapenzi ni chapasua kichwa, watu wengi wanateseka sana mapenzi, pia hata mwenye nishalizo sana na mapenzi, ndio maana nikaamua nika tu kutoa nyimbo mapenzi, maana tushalizwa sana na mapenzi. Okay, kwa mfano sasa, ukapewa nafasi labda kuna show leo au kesho, ni nyimbo yako ipi ambayo unajua kabisa mimi hii ndio itakuwa ya kwanza kabisa kuperform? uh, kuna hakuna kung'angania, hakuna kung'angania. Yeah, kuna kung'angania naona sasa hivi imepokelewa vizuri na washabiki zangu wanaipenda, na nilifanya na msanii mwenzangu Minemba. Yeah, hiyo naa ngoma na watu wanaipenda sana ya kwanza itafanya vizuri zaidi. Itafanya vizuri na hiyo mpya. Mm -hmm. Naona sasa hivi kidogo inanipeleka mbali, kwa sababu kuna ngoma nimeiachela bado sijaipandisha YouTube, naifanyia challenge ngoma, naona itanifikisha mbali kwa sasa. Okay, sawa. Kwenye aina yako ya muziki unaofanya wa singeli, kuna kauli fulani unazopenda kuzitumia ni zipi? Ah, mimi usemi wangu tu kawaida tu kawaida ni tu, kawaida sinajua mwimbaji, tuna misemo tu ya kawaida. Ee, ukicheka na kuchekea hiyo ndio mambo na make tunaona nani huyo, kina pattern wanasikia kinadogoelisha sikia, sasa wako kwa wewe ni upi? Hapana, mimi situmii hizo njia, situmii hizo njia. Hapana, sikia mtu na wimbaji <laughs> mm -hmm. wake na kila mtu anapenda kile kitu anachoona nikifanya kitakuwa poa. Mimi kwangu sijaona kama vitakuwa poa, ndio maana sivitumii. Na huo msemo, kile mtu anaangalia anasema ni wa kwake, yeah. Vijana, si unajua, kila mtu anataka aluke na blandi eh, maisha sasa hivi ni kuluka na blandi sasa. Mimi sijawahi kusijavutiwa na usemo kwa sababu, ukiangalia wasanii wengi wanaofanya, inabidi tu ufanye kitu cha tofauti, ili watu waone umefanya kitu kila siku. Sikia sikia sasa, so, inabidi tubadilike, tufanye vitu eh, watazichoka. Inabidi ufanye kitu hata mtu akisikia, aone tofauti na mtu mwingine. Okay, sasa wewe ni msanii gani ambaye unapenda kufanya naye kazi? Mm, wasanii nawapenda wengi wa kufanya nao kazi Mm -hmm. Eh, yani kwamba imetokea sasa nafasi, unapewa chaguo msanii mmoja ufanye naye kazi, utamchagua nani msanii? Mimi katika msanii namkubali Elisha, ndugu Elisha. Eh, kwa nini Elisha na si mwingine? Namkubali uimbaji wake na kisikia gani na isi, yeah. na na yeah. Kabisa napata changamoto sana ya kufanya kitu okay. namkubali Mi mwenyewe najikubali. Unajikubali mwenyewe kwa kuna msanii mwingine unayekubali zaidi yeye mwenyewe? Najikubali mwenyewe. Kwa nini? Lazima awepo tu. Yaani msanii na mkubali kufanya kazi ya Elisha, zaidi Elisha najikubali mwenyewe. Basi na. Yeah. Kuna nyimbo gani ya msanii ambayo ulisikia ukasema ulitamani hiyo ya kwako? Kwa kwa. Elisha pia. Nyimbo gani? Mama Pamela. Mama Pamela ukatamani hiyo ya kwako? Kwa kwa. Eh, nilipenda sana hiyo nyimbo nilipenda <laughs> sana hiyo ngoma, namona mtu kai amefanya kitu ambacho yani waga nairudia kila siku, nau ndio manifanya nazidi kupambana. Yani e, yani kikweli, msanii namkubali Lisha kufanya, hapana, nasija na kufikiria, hapana, kisha enda kimeenda Ha, unafanya unarudia? Hapana, mimi na na sasa hivi nina vitu vingi sana vya kufanya. Nimeandaa vitu vingi na na vitu vingi vya kufanya watu wafurahie. Sasa nikisema nianze kurudia remix nini naona kama anachelewa kufanya vitu vingine. Si unajua sisi watu wenye maisha yetu maisha yetu hatuna kampani, hatuna nini, tunajitegemea sisi wenyewe. Sasa uingie studio utoe hela kufanya remix. Bora ufanye kazi yako mwenyewe ili iende kuliko kufanya remix. Okay. Kazi nyingi, okay, za kufanya. Na una nyimbo yote ambayo hukuwa una matumaini nayo, uliitoa tu, lakini ukasema da, ila mashabiki wakaipokea vizuri. Hii hapa mpya, hii mpya inaitwaje? Ni ni njoo tucheze, njoo tucheze. Unajua, mwisho nitakupa nafasi ya dakika moja tu, ili mashabiki wasikie. Sio mbaya, sio mbaya. Kwa hiyo ulikuwa hauna matumaini nayo, lakini mashabiki wameipokea mm. Kwa hiyo mwenyewe ulijisikia Nilirekodi kawaida, nilipata tu vaibu ya usiku. Ilikuwa siku moja tu, nilikuwa kazini, nimerudi zangu, nimepata vaibu, nikampigia director wangu Duli Kibodi wa brother, anakuja, akaniambia fresh, njoo tunafika, tia biti na kutaka mambo mengi mpaka mwenye kashangaa ngoma, tukafanya kwa muda mchache, afu mimi nimechukulia poa, na ifuata siku ya pili ananiambia mdogo wangu, bora kama umeua huko. Nikamwambia nimeua vipi? Ndio, kama sound imenoga fresh. Nikamwambia do sina imani. Nikatoka nikaleta kwa mablaza zangu kila mtu anausikia ananiambia hii ngoma mbona imekaa fresh? Hmm? Sikuamini. Nikaendelea kuwatafuta watu wengine zaidi kunipa kuisikiza ile ngoma ili wanipe muonekano wao wanaisikiaje. Kila namwompa ananiambia ngoma imekaa vizuri. Sound vizuri, nimepita vizuri. Sikutegemea kwa sababu mwenyewe nilichukulia kawaida. Nilichukulia kawaida sana, sasa iko kitu ndicho cha kwanza kinanipa furaha hiyo mpya. Ndio sasa hivi naipambania challenge. Wewe unaamini sana kwenye kipaji hujui? Mimi vyote viwili kwa nini vyote vi, sio kimoja? Vyote vile na viamini kwenye kipaji na juhudi. Wewe una kipaji una juhudi, mimi na vyote ya na kipaji na juhudi, kwa sababu ukiwa na kipaji peke yake kama bila juhudi, na isiwezi kufanya kichochote cha msingi na cha maana mm -hmm. ila ukiwa na kipaji afu na juhudi utafika mbali, na mimi naamini hivyo. ya usinge kwa msanii, ungekuwa nani leo? Ah, mi fundi, fundi tailis, ha jamani, na nyumba eh, mimi ndo kazi yangu kubwa hiyo, ila naamini nafanya ufundi ila kiukweli, ndoto zangu zipo kwenye tailizi. Fundi fundi au fundi misiro, e, tumia <laughs> nini? Eh, nipo kwenye ufundi, natumia loisi misiro. Watu wengi wananijua hivyo, sijafikiria Hmm? Ugali ungekuwa hmm, unatoa sauti, ungekuwa natoa sauti gani hiyo? Changamoto rafiki yangu, za unga za unga. Mm, unga mi najua aina mmoja tu. Aina gani? Unga basi unga tu ambunwtun ndo sasa, kwa mfano labda tumekuwekea hapa ugali wa dona, sembe, mtama na muhogo, sauti zake zingekuwaje? Mm, hata sijapaf, sijafamu, hapa sauti zingekuwaje? maana hii ni changamoto <laughs> Haya, kwa mfano ungekuwa na uwezo wa kuongea na wanyama au ndege ungeongea na nani? Mm, huyo ndege nini. Ndege natamani anavyopaa. <laughs> Ungeongea naye nini, ungemwambia nini? Ningemwambia nifundishe kupaa. <laughs> Alafu mashabiki wakusikie oh. kwa sababu nikiwa nikiwa juu sauti itakuwa nzuri zaidi, watu kuwafikia. Sasa tunakupa dakika moja ya kuwasikiliza kwa watazamaji waweze kusikia sa ulicho ulichonacho wewe, MC Mtukutu, si ndio? Uko tayari kabisa, mi nakuachia mike.

hoya njotucheze njotuluke wanangu, njotucheze njotuluke mazela, njotucheze. Sawa mi malaya wewena kuzunini, sawa mi mdangaji wewena kuzunini, sawa mi malaya wewena kusunini, mindakufa na ukimwi wena umasikini. Mm -hmm. mm -hmm. ukiwa na biti, pokiwa na biti sio poa. Natamani kupe biti kidogo, nitapendeza zaidi <laughs> sasa. Hana nilii, mashabiki wakitaka kupata kwenye mitandao kijamii, unakupata kwa jina gani, labda au upo? Mi kwenye mitandao kijamii nipo, nipo. Unakupata kama nani? Ukiingia TikTok unaandika MC Mtukutu, ukiingia insta MC Mtukutu, ukiingia YouTube MC Mtukutu, hivyo hivyo unaweza kunipata, ngoma zangu zote mpya na zinazofuata na sasa hivi ninapambana, naambia mashabiki zangu wakae kwa mkao wa kula, maana nina mambo mengi sana ya kuyafanya kwa ajili yao yeah.